Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wangu, ni matumaini yangu umzima wa afya buheri. Basi nipende kukaribisha sana siku ya leo katika chaneli yetu, na kama bado hujasubscribe, basi usisahau kusubscribe siku ya leo. Nakuletea somo e, somo zuri kabisa linalosema maombi ya kuomba kabla ya kuingia kwenye usaili au interview. Uh, unapokuwa unaenda kwenye usaili au interview, uh, unatakiwa uombe uh -huh. Na utaomba vipi? Au uh, utaombea nini? Basi kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuona ni maombi gani mazuri ambayo unaweza kuomba kabla ya kuingia kwenye usaili au interview. Ombi la kwanza kabisa, unatakiwa muombe Mungu akupe roho ya utulivu eh, lakini pia aondoe roho ya hofu. Kwamba Mungu akupe utulivu wa moyo pale unapokuwa unaingia katika chumba eh, cha usaili eh, ili usiwe mtu wa kupaniki, usiwe mtu uliyejaa hofu uliyejaa uoga. Mwisho wa siku, unaweza ukawa una majibu lakini unashindwa kujibu kutokana na ile hofu ulionayo. Lakini pia tunaona kwamba Mungu katika neno lake e, katika ile Isaya arobaini na moja na ile mstari ya kumi anatuambia tusiogope kwa maana yeye yupo pamoja na sisi. Kwa hiyo hatutakii kuogopa pale tunapoingia kwenye interview, tunatakiwa tumkabidhi Mungu kila kitu chetu e, na tuombe Mungu atupe utulivu wa moyo, lakini pia haondoe uoga na hofu. Kwa hiyo, hilo ni ombi la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kuomba. Lakini ah, ombi lingine ambalo unatakiwa kuomba, unatakiwa kuomba hekima ya kujibu maswali. Eh, unatakiwa upate hekima kutoka kwa Mungu, hekima ya kujibu maswali, maana kama hakuna hekima ya Mungu, basi unaweza ukawa unalijua jibu na ukashindwa kulijibu vizuri, lakini ukiwa na hekima ya Mungu hekima ya kujibu maswali itakusaidia wewe ujue kwamba hapa saa hizi natakiwa nijibu hiki, na swali hili linahitaji majibu haya. Kwa hiyo hekima ya Mungu ni muhimu sana pale tunapokuwa e, unaenda kufanya usaili au unaenda kufanya interview. Hata tukisoma katika kile kitabu cha Yakobo ile sura ya kwanza na ya tano, neno linatuambia kama hatuna hekima, basi tuende mbele za Mungu ili tuweze kupata hekima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo hili ni ombi lingine ambalo unatakiwa uombe. Omba hekima kutoka kwa Mungu. Hekima hiyo ni hekima ya kujibu maswali. mm -hmm. Ombi lingine unatakiwa kuomba uongozi wa Mungu kwenye kila hatua, utakiwi kujiongoza wewe mwenyewe, bali unatakiwa kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo unatakiwa uende mbele za Mungu uombe uongozi wake e, kokote unakoingia kwenye interview e, katika mazingira ya interview, chochote utakachokifanya katika usaili wako basi e, Mungu aweze kukuongoza. Mm-hmm, hata katika kile kitabu cha Methali ile sura ya tatu na mstari wa sita inakuambia katika njia zako e, zote mkiri yeye naye atanyosha mapito yako. Kwao tunatakiwa e, tuweze kuomba uongozi wa Mungu pale tunapokuwa tunaenda kwenye usaili. Usisahau, hili ni muhimu sana. Uongozi wa Mungu itakusaidia uweze kufanikiwa. Lakini pia ah, jambo lingine ambalo unatakiwa kuomba, unatakiwa kuomba ujasiri na kujiamini. Hmm? usiwe mtu wa mashaka mashaka eh, hata unapojibu maswali usiwe mtu wa mashaka mashaka, unakuwa una ujasiri, lakini pia unakuwa unajiamini. Jambo lingine ah, unalotakiwa kuomba basi unatakiwa kuomba E, mpango wa Mungu kuweza kutimia mm-hmm. Kama ni mpango wa Mungu wewe kuweza kupata kazi ile basi mpango wa Mungu uweze kutimia. E, na kama ile kazi ni yako basi uweze kuipata mm-hmm. E, na hila zote za mwovu basi zisiweze kusogelea mahali pale kwamba Mungu aweze kuwa mbele yako, lakini pia e, mpango wake uweze kutimia sababu inawezekana kazi ile ikawa ni yako, lakini shetani akiingilia kati basi kazi ile, uh, unakuta hauwezi pata. Unajikuta ulijibu maswali vizuri sana, lakini mwisho wa siku eh, umeshindwa kupata kazi. Kwa hiyo omba mpango wa Mungu uweze kutimia katika eh, interview hiyo. Kama ni mpango wa Mungu uweze kupata kazi basi uh, uweze kuipata hiyo kazi. Lakini pia a, ombi lingine unatakiwa kuomba, unatakiwa kuomba eh, na kuyachilia matokeo eh, mikononi mwa Mungu, kwamba unamkabidhisha Mungu, unamwambia Mungu, ninakukabidhisha matokeo haya mikononi mwako, eh, wewe ndiye unayejua mm -hmm. Kwa hiyo hayo ndiyo maombi ambayo mtu ambaye anaenda kwenye interview anatakiwa aweze kuomba. Unatakiwa e, kuomba utulivu wa moyo, lakini pia unatakiwa hekima ya kujibu maswali. Unatakiwa kuomba uongozi wa Mungu katika hatua yote ya usaili, lakini pia unatakiwa kuomba ujasiri na kujiamini, lakini pia kuomba mpango wa Mungu aweze kutimia, lakini pia unatakiwa kuyaachilia matokeo mikononi mwa Mungu. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu na kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe. Asante mpaka wakati mwingine.